Sikiza nikwambia, dada yangu umeona, sisi mashabiki wa Simba sisi ndio tunaumia, yaani sisi ndio tunaumia uongozi, kuanzia CEO, kuanzia mwenyekiti wa Mangungu mpaka uongozi uongozi mzima wa Simba. Simba ikifungwa wao ndio kwanza kutoka milangoni wanakimbia. Wakati wale wote maumivu tugawane. Inakuja wanakimbia. Mechi imeshaisha. Mechi ndio imeisha. Wakae sasa tujadiliane kati ya wao na sisi. Wao majumba yao na mageto wakiingia ndani wanalala. Sisi huku mitaani ndio tunapata tabu. Simba itatuua. Yaani sasa hivi Simba kama tumepanda jahazi, ndio watu wanashikilia moyo. Mimi nataka kumwambia CEO, sisi tunachotaka kusema uongozi mzima wa Simba kuanzia Matola mpaka kocha wa makipa mpaka daktari wote waondoke wanaihujumu Simba. Tuna mkata Matola tena leo. Hatutaki. Nisikilize nikwambie, nisikilize nikwambie kwa sisi wapenzi wa mpira, sawa, tunajua. Matola ndio mhujumu wa kwanza ndani ya Simba. Sawa. Kwa nini ninasema hivyo? Kipindi yupo pale hivyo hapa kati. Sawa. Yeye alikuwa zungumzia anakaa nyuma anafinya mikono. Ina maana yeye ndo anaongea na wachezaji. Baada hapo ndio kuondoka naambia City tumefanyaje? Tumeshinda Simba sasa hivi imegawanyika mara hizi. Simba imegawanyika mara hizi. Mangungu ana timu yake, Matola ana timu yake, wachezaji na huyo nani sijui wana timu yao mo. Simba sisi tu tunaumia, hatutaki mtu yoyote. Tunasemaje? Simba kwa sasa ivunje, kuanzia benchi la ufundi mpaka kocha, tuite tena upya, ndio watu wa Simba tutaishi kwa amani. Simba imekuwa sasa hivi wa ujumu uchumi, Simba umekuwa rushwa ndo kama mchezo wao. Kwa nini nasema hivyo? Wewe unaolala na mwanao ndio unamjua tabia yake. Alikamwe, kwa nini atuambia kabisa Simba lazima aende akapigwe? Eh? kwa nini? Ina maana anajua nini kinachoendelea? Nakwambiaje, nakwambiaje sawa, alikamwe mpinzani, alikamwe mpinzani kwa nini anazijua za ndani? Ina maana zishapenyezwa na wanajua, sasa tunaenda kuumia leo leo leo leo hii. Ngoja nikuulize, ngoja nikuulize, ngoja kitu kimoja mwandishi, umemwona nani Sereri? Ana ana uwezo uwezo kwenda kupita kwa Kapombe, lakini ngoja leo kafanyaje? Anatembea na anatoa pasi mbili za goli, mpira gani? Mzanzibari mchezaji pia. Kuna siku pia jamani, tuishie hapa, tubaki sehemu hii Simba, yani pointi ya msingi kuanzia uongozi wa timu nzima waondoke pale, tuanze upya kama alivyopitia Yanga. Leo hii nakwambiaje? Tusubiri uchaguzi? Leo hii nchi gani? Juzi hapa nani huyu, nani huyu? Yule jamaa kijeshi yule, sawa.